Amina. hame. hame. Ninamwomba Mungu kwamba atujalie kusikia maneno yake kwa muda huu mfupi eh, ili kwamba tuweze kuondoka kwa na jambo. Nitaomba nisome katika waraka wa kwanza wa Paulo kwa Timotheo mahali ambapo tulisoma katika moja ya masomo. Tutasoma mistari michache katika waraka wa Paulo mtume kwa Timotheo sura ile ya tatu, sura ya tatu, tutasoma hadi mstari wa saba. Ni neno la kuaminiwa, mtu akitaka kazi ya askofu atamani kazi njema, basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika, mume wa mke mmoja, mwenye kiasi na busara, mtu wa utaratibu, mkaribishaji, ajuaye kufundisha, si mtu wa kuzoelea ulevi, si mpiga watu, bali awe mpole, si mtu wa kujadiliana, wala asiwe mwenye kupenda fedha mwenye ku, kuisimamia nyumba yake vema, ajuaye kutiisha watoto katika ustahivu. Yaani, mtu asiyejua kuisimamia nyumba yake mwenyewe atalisimamiaje kanisa la Mungu? Wala asiwe mtu aliyeongoka karibu, asije akajivuna akaanguka katika hukumu ya Ibilisi. Tena imempasa kushuhudiwa mema na watu walio nje, ili asianguke katika lawama na mtego wa ibilisi. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili, ulibariki tunapolisikiliza na kulitafakari. Tunakuomba haya katika jina lako takatifu, amen. Bwana Yesu asifiwe, amen. Aleluya. Ah, lengo la kuzungumza maneno haya kwa kusoma mistari hii ni kuatia moyo hasa viongozi ambao wameingizwa kazini siku hii ya leo. Ninamshukuru Mungu sana ninapowaona vijana wapya wakiingia katika huduma kila mwaka, na vijana wengine wanapumzika na wanaendelea na majukumu yao. Namshukuru Mungu kwa wale ambao kwa neema ya Mungu wanajirudia, kwa mfano kama kina Mwambaraswa na wengine tunamshukuru Mungu. Lakini nimshukuru Mungu sana kwa ajili ya mazingira yetu na muktadha wetu wa leo kwamba tumempata mlezi wa USCF mkoa wa Dodoma mpya mchungaji Modest Pesha. Bwana akubariki sana mtumishi wa Mungu pamoja na mama. Mungu awabariki sana. Hawa ni ndugu zangu, wadogo zangu. Namfahamu Mchungaji Pesha, tume tumefanya naye kazi vizuri, ni mtu wa maono, ni mchapakazi, na naomba wale mliopewa nafasi msimwangushe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika ulimwengu wetu wa katika mazingira haya ya masomo, ulimwengu wetu wa kisomi huu, mambo ya ajira hatuna matatizo nayo, maana tunajua taratibu zake. Taasisi inapohitaji mtu kwa ajili ya nafasi fulani, huwa inaweka sifa qualifications, inaweka inasema, tunatangaza nafasi ya mratibu eh, wa mipango na fedha, au sijui kitu chochote mhasibu au chochote kile, inaweka qualification awe kuanzia angalau shahada ya kwanza katika mambo ya fedha, ada, watu wa TRA, awe na uwezo wa kutumia kompyuta na vitu vingine vingine, na siku hizi mpaka wanasema awe ana leseni ya udereva maana wewe ukipewa hiyo nafasi upewe dereva na upewe secretary. Ndio maana unatakiwa ujue na kompyuta, utajiandikia mwenyewe, utajiendesha mwenyewe. Kwa hiyo ziko sifa ambazo huwa zinatakiwa, na tena wanasema wakati mwingine wanasema kama civil TRA, pale wanasema yule mwenye CPA atafikiriwa zaidi hatafikiriwa kwanza, yani ni added qualification. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hakumbe, hata katika kazi ya Mungu zipo sifa ambazo zinatakiwa, hatuingii hivi hivi. Paulo aliyekuwa mzee wakati ule anamwandikia Timotheo kijana wake mchungaji katika mkoa wa Efeso, anamwandikia kwamba najua kazi ni kubwa na unahitaji watu wa kukusaidia kama ambavyo mchungaji Pesha anahitaji watu wa kusaidiana naye. Sasa kuna watu wanaotamani, maana kuwa katika cheo ni vizuri bwana, si ndio? Watu wanapoitwa mwenyekiti, eh, wakati mwingine wanakaribishwa wa kwanza kwenye buffet, unakaribishwa wa kwanza mwenyekiti, tangulia, karibu mwenyekiti, wanakubembeleza ni safi. Sasa wako watu ambao wanatamani, wakiona hivyo mtu anaanza kufanya nini? Kutamani. Sasa Paulo anamwambia ni jambo jema, usiwazuie watu kutamani kuwa maaskofu. Na askofu hapa maana yake Biblia yetu inasema ni mwangalizi, ovasia, mwangalizi wa kundi la Bwana. Ovasia ni mtu yule ambaye habandui macho kwenye kundi Yaani kundi linaenda hivi na yeye anatazama huko, hapanui macho, maana anatakiwa kwenda kutoa taarifa kwa mwenye mali. Nyinyi mlioletwa leo, mliosimikwa na kuwekwa kwa viongozi, nyinyi ni maaskofu, sio uaskofu huu ambao tunao sasa. Msianze kugombania kiti cha askofu na askofu wetu Mtolela hapa. Nyinyi ni waangalizi wa kundi la Bwana na mmeambiwa hivyo lakini sifa zipi zinawafanya mweyo maaskofu? Anasema, na nitasema sifa moja labda na ya pili. Moja kubwa inasema awe mtu asiyelaumika, awe mtu asiye. Unajua, maneno ya lugha haya yanatuchanganya sana. Mtu anaweza kajiuliza inawezekanaje mtu, mtu asiye, awe asiyelaumika? Ipo tofauti kati ya kulaumika na kulaumiwa. Ipo tofauti, kulaumiwa unaweza kulaumiwa tu hata kama ukufanya kosa, watu wanafanya nini? Wanaweza kukulaumu, lakini kulaumika ni kwamba una sifa ya kulaumika. Watu wakikusema wewe ni mwizi, wanasema kweli kwamba ni nani, ni mwizi Wakisema huyu usiku anachomoka kwenye hostel, hatujui anaendaga wapi. Kweli wanajua kwamba huwa unachomoka, wewe ni mtu wa kulaumika, sio kwamba unalaumiwa tu. Mtu wa kulaumiwa anaweza kujitetea, msinilaumu, maana mimi siko hivyo, lakini anayelaumika yuko hivyo. Kwa hiyo anatakiwa askofu kiongozi wa USCF mkoa wa Dodoma asiyefanya nini? Naomba tuseme kwa sauti, asiyefanya nini? Asiyelaumika. Ukianza kuonekana unalaumika, unapata shida. Nilikuwa na vijana nilipokuwa mchungaji wa UKWATA kule Geita, viongozi wakachaguliwa kwenye tawi moja. Sasa baada ya kuwasimika, zikatoka taarifa kwamba kundi lote tangu mwenyekiti mpaka yule wa mwisho wako ana disciplinary, yani ndio wachokozi, ndio wezi, ndiyo matatizo. Lakini wamechaguliwa tu kwa sababu wanajua kuimba pambio, wanajua kutunga shuhuda za uongo, wanajua, yani ni machachari chachari pale chuoni, ndio wepesi kujulikana na mimi huwa naona, maana nimekuwa mchungaji wenu kwa muda mrefu. Mara nyingi, mnisamehe kusema hivi, mara nyingi viongozi wanaopatikana eh, wengi utawakuta ama umetokana na praise and worship team ama wamekuwa katika vikundi fulani fulani vinavyojulikana. Sasa sifa ni kwamba awe mtu asiyelaumika, atokee popote, lakini asiwe mtu mwenye kufanya nini, mwenye kulaumika, ndiyo sifa kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Uongozi wetu ni wa mwaka mmoja mmoja. Mwaka mmoja mmoja. Ukibahatisha unarudia. Lakini mwaka mmoja mmoja. Sasa, mtu mmoja alisema, mataifa ya Afrika hayaendelei kwa sababu hayana sera za taifa zao. Yana sera za vyama au ya mtu mwenyewe. Akitoka huyu, anaingia huyu, anaingia na sera yake si ndiyo? Ndiyo maana hatuendelei. Akitoka huyu, ana crash kila kitu kilichowekwa cha kwanza. Nini kinachopungua? somo langu ambalo mwaka huu nimelisema sana, kinapungua kitu kinaitwa maono. Sema maono, sema maono, maono. Nyinyi vijana, hasa wana USCF, hamkai vizuri katika jambo hili mekimbilia sana ndoto na mpaka sasa bado tunapigiwa simu, mtu anauliza eti mchungaji, nikiota hivi maana yake ni nini? Nimeota nimechoma kisu, nimeota ninafukuzwa, nimeota ninabebwa kwenye baiskeli, eti nimeshushwa kwenye gari nikabebwa kwenye baiskeli, maana yake nini? Mwingine anaota, nimeota mchunga wangu aniandikii message boyfriend wangu maana yake nini? Ananiuliza mimi, mchungaji, kwa nini? Kuna watu wamefundisha sana mambo ya ndoto, na watu wakaelewa kwamba ndoto ndiyo mwisho wa yote, majibu yanapatikana kwenye ndoto, naonau aliota sijui na nani, nani aliota. Neno la Mungu katika Yoeli sura ya pili inasema itakuwa siku za mwisho, nitamwaga Roho yangu juu ya wote wenye mwili. Kuna mtu ana mwili hapa? kuna mtu ana mwili? Nyosha mkono kama una mwili, kama unafikiri una mwili. hakuna mwenye mwili hapo, Mchungaji Pesha, wote ni ghosts. kila mwenye nini, mwenye mwili Bwana ameahidi kumwaga roho yake. alafu anasema na vijana wenu watatabiri na vijana wenu wa kiume na wa kike wataona nini, maono wataona vision. Sasa na sasayemnakazania ndoto, sikilize anavyosema, na wazee wenu wataota ndoto. Sisi na akina baba askofu na akina mchungaji Kalinga, tuachieni ndoto maana tumechoka, tunaota yaliyopita Kwenu nyinyi, you have to, to have vision. Naenda kasome Mithali 29 mstari wa 18. Pasipo maono watu wanashindwa kujizuia, wanaacha kujizuia. Waingereza wanasema where there is no vision people perish. Tunaelewana? Sasa msibadilishe equation ya Mungu. Hesabu za Mungu ni kwamba nyinyi vijana mnatakiwa kuwa na maono. Nyinyi viongozi mnaoingia sasa, mnatakiwa kuwa na maono na kuyaendeleza yaliyokuwepo. Msiseme wenzetu wa kufanya kitu chochote, kipo walichofanya. Muwe na maono, panga strategic plans za uongozi wenu, fanya kazi maono. Watu wananishangaa, si kwamba ndoto ni mbaya, lakini sio mwisho wa majibu Nyinyi mnatakiwa kuona maono. Nani amenielewa? Kuna mtu amenielewa? Kuna watu wanadhani tukisema habari ya ndoto, mnadhani hatujaokoka. Vizuri, tumeokoka vizuri mno kuliko unavyofikiria. Ndio maana tunawalea katika maisha ya kiroho. Nyinyi oneni maono, ndoto ota, na tena wengine ndoto, kwa sababu kila wakati unatamani na huwezi kujichagulia uote namna gani lakini maono unaweza kuchagua. Unaweza ukaota simba, hujamuona lakini unaota unafukuzwa na simba, alafu nampigia mtume na nabii wako unayemjua, mtume nimeota hivi nitabirie. Imani ya namna hiyo ni, atna, ni imani iliyo dhaifu sana. Nyinyi ni watu wa maono. Nani anatamani kuwa mtu wa maono? Acha kusema my dream house, my dream wife, my dream nini nini. Uwe na vision na Bwana atakubariki sana. Amen. Naomba tusimame. Tukushukuru Baba Mungu katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru sana kwa sababu ya mkutano huu ambao wengi wao hapa ni vijana, na neno lako limesema vijana wa kiume na vijana wa kike watatabiri, utakapokuwa umewamwagia Roho wako, na wataona maono. Maono makubwa ambayo katika kuona maono utawapa na nafasi ya kujizuia. Kuna watu hawana maono hapa, wanakimbia huku na huku, wanachagua marafiki wasiowafaa kwa sababu hawana maono. Wasaidie kurudi katika njia yako ili waweze kujizuia katika mambo yasiyowafaa, wafanye yale yanayowapasa. Tazama, wako katika kipindi cha elimu kuelimika, wape maono, wawe na malengo katika maono haya, ili siku ya mwisho waseme hakika, Bwana ulitusaidia, ulinisaidia katika maono haya. Wajalie kutimiza maono yao, wajalie viongozi hawa kuwa waaminifu, wasiolaumika, waifanye kazi yako kwa neema yako na kwa baraka zako, ninakuomba haya katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu Amen. Amen. Amen. Amen. Barikiweni na Mungu.